Karibu mpapa Digital, ili wo wa kuanza kupata video zetu, tafadhali tunaomba usubscribe, lakini pia usisahau ku like na kushare. Asante, mzee wako na Lawrence Kola, mwandishi wa habari kutoka yeah. Afrika Kusini. kitu gani ambacho mlikizungumza? Yeah, ziliibuka tetesi, unajua. yeah. hmm. kuelekea wikiendi iliyopita, kuhusiana na Nashid Nabi na Sead Ramovic na Nashid Nabi, uh, unajua ana mambo yake binafsi ambayo yanaendelea hapa Tanzania, kwa hiyo alikuja kwa ajili hiyo na watu wengi wali connect dots. Kwamba alionekana na baadhi ya viongozi ambao wana affiliation na na klabu ya Yanga na viongozi ambao sio viongozi wa klabu, ni viongozi wa maeneo mengine ya kijamii na kisiasa, lakini wanafahamika kwamba hawa ni, ni, Yanga diehards. Kwa hiyo watu waliunganisha dots na kudhani kwamba kwa sababu huyu ni kocha ambaye amefukuzwa majuzi South Africa, mm-hmm. anaweza akaje as an immediate replacement na hii ni kwa sababu bado pressure imeendelea kuwa kubwa, kwa, kwa, kwa Roman Falls. Na alichoniambia ni kwamba hakuna nafasi kwa Nasreddine Nabi kurudi kwenye klabu ya Yanga ama kwenye klabu yoyote uh, hapa Tanzania na hii kwa sababu kuna klabu ya Libya uh, nadhani ni uh, Benghazi Al Ahli Tripoli, Al Ahli Tripoli ambayo yuko nayo kwenye mazungumzo ambayo yanaelekea vizuri, lakini pia akaniambia kwamba hata Sead Ramovic pia kwa mazungumzo yao binafsi amemwambia kwamba hana nafasi ya kurudi Tanzania, even though um, mimi ninazo taarifa kwamba kama ikitokea Roman Falls akafukuzwa, moja kati ya watu ambao wanaweza kuwa replacement ni Sredojevic, kutokana na aina ya uhusiano ambao alikuwa nao na viongozi wa Yanga. Hata wakati ule ambapo aliondoka, hakuondoka vibaya, kwa hiyo the doors are open kwake kurudi ikitokea. La kutokea. Even though tunayo kauli ya hali hapa ambayo inaashiria kwamba for the time being, kwa muda uliopo, uh, Roman Falls ataendelea mm. kuwa kocha mimi ake a kwa mujibu wa vyanzo vyangu, Yanga bado wako sokoni, wanatafuta kocha mwingine, na nadhani imani kwa viongozi kwa Roman Fors ilishuka au ilipungua kwa asilimia kubwa kwenye mechi ya Mbeya City. Hmm, kitendo cha mashabiki kumzomea Roman Fors ni kama kiliwakatisha tamaa viongozi, kwa sababu wanaamini shabiki au mtu wa kwanza anayetakiwa kumsapoti kocha ni shabiki yake. Sure. Kwao kitendo cha mashabiki ambao walitakiwa kuwa supporters wa kwanza kwa mwalimu kumzomea sio kizuri. Kwa hiyo kwangu mimi ninachojua ni kwamba kocha atakapopatikana, kocha sahihi atakapopatikana, ni jambo la muda, tutasikia Roman Falls is fired mm. Kwa hiyo bado kocha yani, hata kama jina la Ramovic lipo hapo, inaonekana bado kocha, kwa sababu unajua wengine wanafuatiliwa Ramovic. Uh, bado hajafukuzwa huko alipo, kwa hiyo ni ngumu sasa hivi kumpata, lakini inawezekana watu wana, wanasugua yani kama ambavyo nyie mnasubiri kumtimua kwenu, na mm. Mnasikilizia wa kwenu na nyie mnasikilizia Beluzdadi wamtimue wa kwao <laughs> ili mfanyeje? Mfanye business, kwa sababu tukumbuke hapa kuna international break, kuna wiki mbili mm. Na mara nyingi sana vitu vingi huwa vinatokea ndani ya hizi wiki mbili, kwa sababu mtu anajua nikimtimua anapata mbadala badala anaingia na treni na wachezaji kwa wiki kadhaa then tunarudi kuendelea na ligi. Kwa hiyo hii wiki ni muhimu sana, sana sana sana sana. Kwa hiyo mimi ninachokijua ni kwamba Romain Folz hayuko salama, hayuko salama hata kidogo. E, e, hata kama amerejea e, e, mm, ni wajibu wake kwa sababu bado ana mkataba na yeye, bado yeah, yeah, yeah. Na wachezaji walitakiwa kurudi kambini uh, nadhani jana hiyo na yeye ilibidi awepo kwa sababu bado klabu haijampa barua official kwamba tumekutimua. Kwa hiyo inabidi uendelee na kazi na yeye. Ni ngumu kuvunja mkataba kwa sababu akivunja mkataba itabidi ailipe ya Yanga. Kwa hiyo na yeye anasubiri wamvunjie mkataba ili wafanyeje, wamlipe. Kwa hiyo kwa hiyo kwa hiyo ni jambo la kusubiri, lakini uh, nadhani ni, ni jambo tu la muda, pengine international break hapa katikati mm kwa sababu hajapoteza mchezo wowote lakini inaonekana bado kuna hiyo hilo vuguvugu la hapa na pale. Maoni mseto ni mengi, kuna watu hivyo, so unaona hata jinsi hali kama ulivyozungumza na kamanda, kuna watu ambao wanamtetea kocha kamanda, lakini yeah. kuna wengine uh, ambao hawamtetei kocha kama kina Juma haya. Kwa hiyo kila mtu anakuwa anala kwake yeah. lakini wa, we can hii wiki kama wiki mbili hizi za international break pengine naweza kaseto vitu vikakaa sawa eh? Uh, kwa maana kwamba unampa muda uwenye, u, u, u, kwenye international break alafu mm, ukirudi kwenye ligi tunakuangalia tena, alafu baadaye tunatoa maamuzi. Sasa unajua unajua viongozi wa Yanga pia wana akili timamu, sawa eh eh, wana wana akili akili timamu timamu na no, wanaojua mpira. Unajua alikamu hapa alichokuwa anakifanya ni kile kitu ambacho mi nasemaga siku zote kwamba kinaitwa deception kwenye psychology, kwamba kuna wakati kiongozi anatakiwa kuficha taarifa ili kutotengeneza taharuki. Pia unaelewa tafsiri vizuri, deception ni kusema uongo, sio? Yes, ndio hicho. Sasa mimi nimetumia neno, nimeweka tafsiri kidogo. Deceive someone ni kumdanganya. Yes, unaelewa? Ndio hiyo, viongozi wengi huwa wanaitumia kuficha taarifa za ukweli na kuwapa watu taarifa za uongo. Yes, kwa ajili ya kutovua taharuki. Alikama alikuwa anazungumzia kuhusiana na Jesus potokee, okay, itakuwaje? Nisikilize. Mm. Kuna makocha hapo walikuwa wanapita. Transformation ilikuwa inafanyika, si ndio? Ulishawahi kuona mashabiki wakipiga kelele kwamba tumtaki Silamovic au tumtaki Mourinho? Lakini walikuwa tu wanalalamika kwamba hawaridhishwi na kile kinachoendelea. Ah, kwamba timu bado haijakaa sawa. Ila walikuwa wanalalamika, sio kwamba walikaa kimya, hatukumzomea kocha. Haikuwepo kufika kwenye kumzomea kocha. Na ukiangalia vuguvugu la makocha waliopita na huyu ni vitu viwili tofauti. Unanielewa? Kwa hiyo hata uongozi pia unaangalia kwamba huyu kocha hawezi kuja kukwambia uni yeye hapa sasa hivi, kama viongozi kuja kukwambia kwamba bwana, tumekaa mapema, tumeona kwamba huyu kocha hatufai, kwa sababu bado hajampata kocha mwingine. Kwa hiyo kinachoendelea ni kuendelea kuhakikisha kwamba vitu vinakaa sawa huku wakiendelea kutafuta kocha. Hawa ambao wanakuja na taarifa kwamba kuna kocha anatafutwa huko kwenye mazungumzo, hawatoki mbinguni, na hawa viongozi wanakaa mbinguni huko ambako hatuwezi kuonana nao. Hivi vitu vipo, unaelewa? Wachezaji wanazungumza na wewe yani, mimi first kuja kwenye mic hapa, kuja kuhutubia watu kwamba <laughs> kitu ambacho hakipo, unaelewa, unajua lakini mimi hapa sio Alikamwe kwa siwezi kuzungumza vitu kwa ajili ya nimegundua kitu kwa kuhusu Ashraf, washikaji zake wengi wachezaji wanakuwa ni mabeki. Eh, eh. Hata kutengeneza taharuki taharuki, bwana. Mbona anatuweza utu wako? Kamanda hapo. Ila kitu ninachotaka kuzungumza, imefikia hatua. Jamani. Jamani. Jamani. Hebu ngoja amalize point, jamani. Unajua hapo nyinyi mnatengeneza taharuki, alafu kipi ndio taharuki? shida gani ukiwa na, yes, no, no, no! <laughs> na ushikaji mimi na mabeki mimi mimi mimi ndugu na na na na, na wachezaji wengi, si ndio? lakini <laughs> issue ya kocha nimepata kwa kiongozi mmoja hivi wa Yanga. Sawa, sa anaweza kawa mkubwa, anaweza lakini, wewe au au saizi ya kati ambaye amba yuko juu alikama chini alikamachana na hayo mambo lichi yuko katikati. E, yani wejua hiyo mtu anatoka Yanga. Issue ni kwamba lakini, wewe kwa nini unasema kwamba ali ana wadisiva wakati yeye kwa mujibu wa maelezo yake, kwa taarifa kwake zilizofika ndo hizi ambazo ametupa yeah. Sasa ni kwamba alikama wewe kuja kuzungumza hapa kwamba huyu kocha tunataka tumfukuza sasa hivi, ni wakati huyo kocha hajatoka tunachokwambia ulikuwa ulikuwa umemfikiza kamanda, umemfikiza Hans Rafael hapo, anakuwa anazungumzia kwamba Yanga sasa hivi wako kwenye mchakato wa kuhakikisha kwamba anampata kocha. Hizo taarifa watu waamini nani, ambaye yuko kwenye klabu ama sisi hapo kwenye klabu? Wewe utachagua. Kwa hiyo, Sheriff, unataka kusema ni kwamba ninachokwacha endelee, ninachokwacha endelee. Kwa hiyo, unachotaka kusema ili mtu aelewe concept yako vizuri zaidi kwamba ninachozungumza statement yangu ni hapa, nataka niweke scenario vizuri, kwa maana ya kwamba kwa alichokifanya Alikamwe ni sawasawa na kocha ambaye ana anaulizwa, nasikia mnahusishwa na mchezaji fulani, lakini anasema huyu mchezaji tuzidi kumzungumzia kwa sababu bado hajaja kwenye klabu yetu. Unanielewa? Unanielewa? Kwamba yeye yuko pale kulinda taasisi na atazungumza kile ambacho kwa nini vitu vingapi ambavyo tunaambiwa tofauti na tunajua ukweli alafu baadaye vinakuja vinatokea? Na mimi naungana mkono na Ashraf. Ukimsikiliza, ukimsikiliza msemaji. Unaelewa? Amesimama katikati. Kauli yake ilikuwa ambiguous. Yaani ni kauli tata ambayo unaweza kuitafsiri vivyo vyote. Kwa, kwa sababu mm. Okay. Yeah. kwanza amesema kwamba kwa sasa kocha ni Roman Falls, lakini hapo hapo akakwambia kwamba wameshtuka kuona sisi ambao the so called watu tusioipenda timu yao ndio. hmm. Lakini pia kuna tathmini inafanyika na ndio wameipa wamelipa wa hilo eneo, majibu ya tathmini hayajatoka. Yes, wamelipa wamelipa hilo eneo u, uzito mkubwa. Kwa hiyo it seems kwamba uhalisia, yani ukipima hizo kauli ajira ya kocha inajadiliwa tu, tu, tu. Nilisema tutamcheki Mchomvu sawa, ili tuzungumze naye nao kuhusiana na Coast Union na mabadiliko ya kocha ambayo wameyafanya. Ngoja e, tuone hapa namna gani ambavyo tunaweza tukaungana naye. Amesema yuko tayari tuzungumze, eh, naye ili pia tupate majibu ya moja kwa moja, wametuona nini kwa kocha Muya Mohamed sawa. Jitihada zangu zinaendelea hapa, wakati ashapatikana tushampata. Hapa Mchomvu, mambo vipi? mzima kabisa, uko salama? niko salama sana. Sini, nuh, sisi pia hatujambo, tuko vizuri. Ongereni, nimeona mmetoa me taarifa jana mm, ya kocha mpya ambaye mmemtambulisha Mohamed Muya mwisho malizia neno mwanazuoni ndo tuongee, okay. mwanazuoni anaitwa mm, Muhamed Muya mwanazuoni. Okay, Muhamed Muya mwanazuoni sawa. Ongereni sana kwa kumtambulisha mwanazuoni. Yeah, hapo tunaweza kuendelea sasa. Sachukua Muhamed Muya mm. mwanazuoni kwa mm. sababu ni kocha mwenye uzoefu mkubwa na dq mbc mm. lakini pia ni mwalimu ambaye anawafahamu ya kiaji mengi tuliokuwa nao kwenye okay hiio tuka tunatafuta mwalimu ana uwezo um, mkubwa kimbinu, uh, kuwa mnyumbulifu mm, na kufanya